wamin alnasihati liwulati lumuri, na miongoni mwa nasaha kwa wenye kuyatawalia mambo. Miongoni mwa nasaha kwa watawala ni jambo hili jingine, alqiyamu bil bilamali lati yusnidunaha lilmuwahafin, na kuna watu hawajui maskini. Miongoni mwa nasaha kwa watawala ni alqiyamu bil bilamali lati, ni kusimama kwa kuzifanya kazi ambazo yusnidunaha wanazitawalisha kazi hizo, au watawala. Yusnidunaha wanazitawalisha kazi hizo lilmuwazafiin, kwa wafanyakazi, kwa waajiriwa. Mtawala katika utawala wake ana watumishi walio chini yake ambao anawakasimia kazi mbalimbali mbali za kumsaidia. Miongoni mwa nasaha kwa mtawala ni wewe kutekeleza majukumu yako ya kiutumishi kama ipasavyo. Amekupa dhamana, simamia sehemu fulani, amekuegemezea jambo fulani. Wewe ndiyo mganga mkuu, si wewe, ni bwana afya, wewe ndio mtendaji wa mtaa, wewe ndio mwenyekiti wa mtaa, wewe ni kadha mkuu wa idara, wewe ni waziri wewe naibu waziri, wewe ni mkurugenzi, wewe ni mkuu wa wilaya, wewe ni mkuu wa mkoa. Pana majukumu chungu nzima amewakabidhi muyafanye. Miongoni mwa nasaha njema kwa mtawala ni hawa waajiriwa, hawa watumishi kutekeleza majukumu walioegemezewa, maana mara nyingine madhara yanatokea kwa hawa walioajiriwa mtawala anaweza akashambuliwa kwa sababu ya wasaidizi wake hawamsaidii na amewapa fursa zote za kuweza kumsaidia kazi. Anawapa mishahara mikubwa, wanapata marupurupu, usafiri, madereva, nyumba za kuishi, kila kitu, asubulu muyassara njia zimerahisishwa, lakini wao ndio wanamhujumu kiongozi. Sasa katika nasaha kwa watawala ni kufanya kazi kwa bidii, kwa wale wote waliopata ajira kutoka kwa hapo mtawala. Hapo utakuwa unampa nasaha mtawala wako na unamsaidia. Wa min alnasihati liwulati al lumur alqiyamu bil bilamali allati yusnidunaha lilmuwadhafin

ni kuwazindua hawa watawala, ala lakhtai juu ya makosa walmunkarati, na juu ya maovu allati, maovu na makosa ambayo tahsulu filmujtamaci, yanayotokea katika jamii. Wazindue, Bwana Mheshimiwa, kuna kitu fulani, kuna hiki, kuna kile kima, ukamwambia wewe mwenyewe, kama una namna ya kumpata kumwambia kwa mdomo ana kwa ana au ukamwandikia na ujumbe wako wa maandishi akaupata, au kawatumia watu wa karibu kwamba huyu nikimfikishia ujumbe utafika, umzindue. Watawala ni wanadamu, she, si kwamba wanajua kila kitu bana. Watu wanasema ah, anajua bwana, mtawala anajitia tu hamnazo. Watu wana vyombo vingapi bwana, vyombo vimemzunguka vya kila aina, vinavyomsaidia vina kazi Anakwambia urais bwana sio mtu bwana, urais ni taasisi bwana. Inawezekanaje asijue? Anaweza asijue, pengine baadhi ya aliyowaamini hawamwambii ukweli. Kwani hayo hayapo? Inawezekana ana watu amewaamini kwenye vyombo, lakini wanakuwa hawako na yeye, wana malengo yake, wanampotosha, hawamwambii ukweli. Vile wanavyomwambia siyo uhalisia, na yeye amefungwa katika mambo fulani wakati mwingine, ukimwambia jambo unaweza ukajua anajua kumbe ndio umemzindua. Haya yanatokea sana tu. Sasa wewe mzindue mtawala wako, usimgeuze yeye ni malaika. Alafu hawa watu wa vyombo ni watu pia, watu na wao pia wanarubuniwa na hao watu wa vyombo, pia wanadanganywa. Si kuna taarifa feki bwana, zinaweza zikaenda pale likwa taarifa sio. Kwa hivyo ukilijua jambo kwa hakika, sio kutumia vipaza sauti, majukwaa ya hadhara ukaanza kunanga. Hebu mzindue kwanza mtawala, kuna hili, kuna hili. Kwa kweli, hii ni tabia njema sana lau wangekuwa nayo watu Waislamu tabia hii. Sasa angalieni haya maneno, yanaelezwa na maulamaa wetu wakubwa wa dawa hii, dawa ya ahlusunnati waljamaa wala ha sisi kwenye nchi, lakini utaona haya wanayozungumza yanahitajika. Ni maadili ambayo waislamu wanahitajia ili viongozi wao wawe wema. Shekh anasema umzindue mtawala kutokana na makosa na munkarati ambazo zinatokea katika jamii, wa kad la yaalamuna anha Shekh inasema wakad la yalamuna ya anha, na kwa hakika wanaweza wasijue. Wakad la yalamuna anha, na kwa hakika wanaweza wasijue, na kwa hakika wanaweza wasijue kuhusiana na maovu hayo. Kwa hivyo kuwazindua watawala ni jambo muhimu, si kwamba wanajua kila kitu, walakin hukuwazindua sasa, lakini

mambo wanataka kumwambia ya nasaha. Fain qabil fadhaka, akikubali nasaha zako akaelewa akatekeleza, alhamdulillah, ndiyo lengo hilo. Akielewa ni kheri, wa illa addaita alladhi alayk, itakuwa umetekeleza ule wajibu ambao uko juu yako. Basi ukitekeleza sawa, kutekeleza ushafikisha wewe. Kwa hivyo, nasaha ziwe za siri, bwana

inaibua wa shari wa watuhdithu ladawata baina ulati lumuri warraiya na inazalisha uadui. Njia hizi za kutumia mimbar ni njia ambazo zinaanzisha uadui baina ya wenye kuyatawalia mambo na baina ya raia. Chuki zinaingia baina ya raia kwa watawala.